Sasa kitaalamu, sababu ya kuvimba mkono ziko nyingi ambazo zinaweza zikapelekea ule mkono ukavimba, lakini kikubwa e, ni kwamba mshipa ambao unapeleka damu ambayo e, tunaita ateri kitaalamu. Ateri ndio inapeleka damu, veni inarejesha. Kanyula mara nyingi inatiwa kwenye, kwenye veni. Ateri iko ndani zaidi, uwezo ukaifikia lakini ukiona mkono umeshaanza kuwa mweusi na maana damu haiendi kwenye eneo usiku, kwa hiyo ateri imeathirika. Sasa hapo ndio watu wanajiuliza, vipi wametoboa veini na sasa kwa nini ateri ndio imeziba? Sasa vitu ambavyo tunahisi vinaweza vikawa vimepelekea, wakati unatafuta veini uweke kanyula, huwa kuna mpira unafunga hapa, kitaalamu unaitwa toniket, unafunga hapa ili veini zitune uzione kwa urahisi uweke kanyula. Sasa e, visa vya zamani ambavyo tumeviona na sio Zanzibar tu na maeneo mengine ni kwamba hii ikifungwa muda mrefu zaidi ya saa moja, ikasahaulika, ndio sababu kubwa ya mkono kuharibika. Lakini kwenye kesi hii, ukisikiliza wale walalamikaji na mama mwenyewe hawasemi kama hilo swala. Huwa mara nyingi mama ndo anagundua kwamba kuna mpira umefungwa hapa muda mrefu umesahaulika, na ataenda kwa muuguzi kumwambia lakini tukumbuke huyu mgonjwa toka tarehe kumi na nne amelazwa hospitali ya jeshi Bububu, tarehe kumi na tano ndio amepewa rufaa akaletwa Lumumba. Kwa hiyo kuna safari ndefu hapo, hatujui alipitia mambo gani kingine. Hii hii mpira ambayo amefungwa ile toniket inaweza ika kama ilifungwa kwa nguvu sana, na inategemea vile vile na hali ya afya ya yule mtoto huyu ni mtoto ameumwa, inaonekana muda mrefu, tumbo imevimba, hana maji mwilini, vile vile inaweza ikapelekea ile ateri ikadhurika na ikashindwa kupeleka damu. Namba tatu, hii vein sasa kanyula imeshaingizwa kama inavuja. Ikivuja yale maji yanajaa ndani, yanaingia kwenye mkono, vile vile inaweza ikazuia ateri kupeleka damu kwenye eneo husika la mkono. Kwa hiyo kuna mambo kama matatu lakini kingine cha mwisho ambacho hatujui kama kitakuja kuthibitishwa ni hali ya, ya maradhi ya kurithishwa ya kuganda kwa damu kama anayo yule mtoto. Kwa hiyo kuna watu ambao wamezaliwa damu yao inaganda kwa urahisi, kwa hiyo mshipa wote wa damu ukipata mtikisiko wowote, ni rahisi kutengeneza kloti na kuzuia damu kwenda kwenye eneo husika la mkono. Ndio maana tunasema kwamba hili swala linahitaji uchunguzi, lakini E, vile vile sipendi kusema kwamba mtoto alikatwa mkono. Klipu inasema mtoto amekatwa mkono, lakini hajakatwa. Amesafirishwa tarehe ishirini e, mwezi wa kumi na moja kupelekwa hospitali ya maradhi ya moyo na mishipa ya damu Jakaya Kikwete, anaendelea na matibabu kuanzia tarehe ishirini hadi tarehe ishirini alikuwa tare ali hajakatwa mkono. Sasa pia tusiwamislidi wananchi kusema kwamba mkono umekatwa wakati haujakatwa matumaini yetu kwamba hospitali taasisi ya moyo jakaya kikwete huenda nao watafanya uchunguzi tunaweza pia tukapata taarifa zaidi za, za kitaalamu kuhusu nini kimepelekea mkono ule kuharibika kwa kifupi maradhi kwa binadamu ni magumu sana tusiwe wepesi sana kuruka na kuanza kutoa conclusion ni ngumu kila mtu na mwili wake wewe mimi na wewe tunaweza tukafanyia operation mimi nikatoka siku tatu wewe ukabaki mwezi mzima inategemea hali ya ule mgonjwa. Vile vile hatukatai kwamba uzembe unaweza ukawekwa, lakini sababu za kitaalamu ni hizo. Naomba kuwasilisha katiba.